Hello guys uh, kufuatia video mbalimbali mbali ambazo nimekuwa nikionyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kutumia developer options ku set setting tofauti. Nimeweza kukutana na comment mbalimbali zikisema au akisema kwamba kwenye simu zao wameshindwa kuona ni wapi ambapo developer options inapatikana. So kana mimi ni kuonyesha jinsi gani ya kuweza kuona developer options kwenye simu yako na jinsi gani unaweza ku set setting tofauti tofauti ndani ya simu yako kusmakitu chakwanza, tutaenda setting fte settingaplicationyp. Tukienda setting utaenda kenda my, my phone utashuka mpaka sehemu inatakiwa uibonyeze mara ita mpaka saba kutokana na simu ambayo naitumia. So nitabonyeza hapo, navyobonyeza nakwambia no nidi, no already developer, kwamba mimi tayari mimi developer kwenye simu yangu, so hamna haja tena ku, ya kuifungua developer option. Ikileta popup notification kama hiyo, basi utashuka moja kwa moja, utarudi nyuma, utashuka mpaka utashuka mpaka chini huku, utaenda sehemu imeandikwa system. Baada ya system utashika mpaka mwisho, utaona sehemu imeandikwa developer options. So nitaifungua kama hivyo.